Habari za wakati huu, mtazamaji wa Nukta TV, karibu katika Mseto Plus ya leo Februari 6, 2026. ni dakika kadhaa tu za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia. Jina langu ni Fatma Useni na nyuma ya kamera ni Gudrack musta Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuanza ziara ya kikazi ya siku moja kesho Februari 7, 2026, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na uchumi kati ya Tanzania na Uganda. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Raisi Ikulu leo Februari 6, 2026 na inabainisha kuwa katika ziara hiyo, Museveni anatarajiwa kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya mazungumzo ya faragha na baadaye mazungumzo rasmi yatakayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia diplomasia na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Museveni anaitembelea ya Tanzania ikiwa ni siku 23 tangu kufanyika uchaguzi na kutangazwa rasmi kuwa mshindi wa kiti cha urais wa nchi hiyo katika uchaguzi uliofanyika Januari 15 mwaka huu, jambo linaloashiria mwendelezo wa uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu, masuala yatakayozungumzwa katika ziara ya Museveni wakati huu ni nishati, hususan mradi wa bomba la mafuta ghafi Afrika Mashariki ambao unatarajiwa kuleta makubwa kwa nchi zote mbili na kanda kwa ujumla. Mkutano wa pili wa Bunge la kumi na tatu umeahirishwa leo Februari 6, 2026 jijini Dodoma, ambapo wabunge na mawaziri walipata nafasi ya kuwasilisha hoja zao ikiwemo kuuliza maswali ambayo yalipatiwa majibu na serikali. Hata hivyo mkutano huo ulioanza Januari 27, 2026 ulijadili masuala mbalimbali yakiwemo elimu, afya, kilimo, nishati na maendeleo ya uchumi. Sio hayo tu, pia katika bunge hilo, msoda wa sheria ya mikopo kwa dhamana na mali zinazohamishika kwa mwaka 2026 uliweza kusomwa kwa mara ya kwanza ukifatua mijadala inayohusu mipango maendeleo, ukiwemo wa muda mrefu unaoanzia mwaka 2026 27 hadi mwaka 2050 51, wa miaka mitano kuanzia mwaka 2026 27 hadi mwaka 2030 31 na na wa mwaka mmoja. Mambo mengine yaliyojadiliwa katika bunge hilo yalijumuisha mpango wa bima za afya kwa wote, utekelezaji wa miradi ya maji, ukuaji wa uchumi wa taifa, changamoto za upatikanaji wa chakula na kudhibiti mfumuko wa bei, na kuhakikisha huduma bora za afya kwa watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa spika wa bunge Hazan Zungu, bunge hilo limeahirishwa mpaka Machi 31, 2026 saa tatu kamili asubuhi. Asante asubuniasanta, wahoja, bunge liahirishwe mpaka tarehe 31 Machi 2026 waseme ndio. Ndio. Wasiafiki waseme sio Naishi siku za bunge mpaka tarehe 31 Machi saa tatu asubuhi. jamhuri ya Kongo Brazzaville ametangaza tena nia yake ya kugombea kiti cha urais wa nchi hiyo ifikapo Machi 2026. Endapo rais huyo akishinda katika uchaguzi huo, ataweka rekodi ya kuwa miongoni mwa marais wa Kongo zaidi ya Afrika akiwa na zaidi ya miongo minne madarakani. Rais huyo alitangaza azma yake mbele ya umati wa maelfu ya watu katika ya kusini ya aidi ya jana Februari 6, 2026, hatu kuonyesha msimamo wake katika kuiongoza nchi hiyo kwa mara nyingine tena licha ya umri wake kuelekea eso hana kizuizi cha kushiriki katika uchaguzi huo kutokana na marekebisho ya katiba yaliyochapishwa mwaka 2015. Kizuizi cha umri wa awali wa miaka 70 kuanza mfumo wa mihura mitatu amtan na huu ndio mwisho wa Mseto Plus leo Februari 6, 2026. Iliyokuetia taarifa hizo jina lao ni Fatma Uteni, ni mwanakamera ni Gudra Gustavu. Endelea right. kufuatilia Nukta TV na mitandao yetu ya kijamii YouTube, TikTok pamoja na WhatsApp.